Muziki una politics, watu natakiwa wafahamu hilo na watu wasahau mapema sana mm. Kwa wanaofuatilia mziki yeah, wanaoelewa nature ya gemu inavyokwenda, Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao wako smart sana kichwani. yeah, Harmonize anaijua hii game, anajua fitna zote za mziki kwa sababu amejifunza pia kwa Diamond, na ndo maana katika vita ya Diamond na Harmonize wasanii wengine kama kina Mavoko wanaona ameshapotea, ila amejifunza kuli kweli, sio rahisi mm. <laughs> sio, ku, ku, ku, wa, sio tu kushindana mm. yn yani, ukaingia kushindana ama kushindanishwa na Diamond, alafu ukasurvive, alafu ukawa kwenye hiyo A list, ukabaki kuwa kwenye A list sio rahisi mm. Harmonize amekuwa katika hiyo situation mm. bado yuko pale mzee, sio jambo rahisi hata kidogo. Kwa nini yuko hapo? Kwa sababu Harmonize ndo alikuwa mwanafunzi wa kwanza wa Diamond. Wanaujua Harmonize <laughs> ame experience vita ya Diamond na Mariam Ruge na Klaus, East Africa radio na TV, wameneja wakina Alikiba, like amekuwepo kwenye hayo maisha mm. ameshuhudia kaka yake anapiganaje hizo vita kwao, kama ni prince mm. amehitimu vizuri <laughs> ushanifahamu like amejua mbinu zote, na mara nyingi unajua, ngome ukifuatilia kihistoria, unakuta labda mtoto kaja kumpindua babake mm. <laughs> Kwa nini watoto wa kifalme wanakuwa wanapindua baba zao? Kwa sababu anajua babu... njia babake, yes, anajua babake alikuwa anapita hapa hapa, nisikanyage hapa na kanyaga sasa. Ndio msanii peke yake ambaye baada ya kujifunza na kuondoka alimwamsha Diamond mm. Diamond saa hivi wale wote wanaokuja wengine, akawa naishi nao kwa tahadhari, hawafunguli kodi zote. Kina Mboso, Mboso saa hivi hawezi kupigana vita na Diamond, ni ngumu. Hakuna msanii mwingine ambaye anaweza kusema eti unajua huwezi ukamshinda, lakini tu walau kumaintain mm. ni ngumu so kwa nini Harmonize amefanya hiki kitu? Narudi pale pale, mziki una politics. Naamini Harmonize hazungumzi na Ibra, naamini hivyo kutokana na, mm. kutoka na kile ambacho Ibra ameniambia pia, lakini sisi wenyewe kuna vitu ambavyo tunavijua off camera wasanii, yeah. tunazungumza nao yeah. sio tu kila kitu utakisikia, lakini tunayajua haya mengine behind yeah. naamini kwamba hawazungumzi, kama wazungumzi, ile ngoma imefanyika kipindi ambacho Ibra mm. hajaondoka kwenye gang mm. Manake nini? Kwa nini Harmonize anatoa hiyo ngoma sasa hivi? Kwa akili tu ya kawaida. Harmonize ashakuwa ashaanza kuona kwamba udogo kweli ameondoka, lakini ni kama anaanza kupata support kwa upande mwingine wa maadui zangu Chanel, <laughs> I'm sorry. Nafanyaje? Siwezi nikatoka nikaanza kujibizana naye. Kwanza nikijibizana naye nampatia umaarufu. Eh, atapata, nitampa sababu ya mimi kuendelea kunijibu. Lakini jibu mimi nakuwa napunguza na, na, na, na, napoteza vitu yeye, yeah anagain. That's the same strategy ambayo Harmonize alitumia kwa Diamond. Ubani kwamba Diamond, Diamond aliingia kwenye huo mtego.